Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, mahali pa simulizi, hekaya, methali na hadithi zinazogusa moyo na kuburudisha akili. Kabla hatujaanza safari hii ya kusisimua na kuomba, usisahau kusubscribe kwenye Tunu za Kiswahili ili usipitwe na hadithi mpya kila wiki. Ukisha subscribe, basi shika usukani, funga vyema kamba za mashua na tuanze Hekaya za Baharini. Safari ya wavuvi wa Kilwa. Hekaya za Baharini. Safari ya wavuvi wa Kilwa mbele ya pwani ya Kilwa Kisiwani. Mawimbi yalikuwa yakicheza taratibu, yakipiga ngoma kwenye fukwe kama sauti za mapigo ya moyo wa bahari. Jua la alfajiri lilikuwa likichomoza taratibu, rangi zake za dhahabu zikimwaga nuru juu ya maji ya buluu yaliyoenea pasipo na kikomo. Katika kijiji cha Kilwa kulikuwa na wavuvi waliokuwa mashujaa wa kweli wa baharini: Ali, Juma na Salim. Bahari ni mama na pia ni baba, Ali akasema, akiwa anavuta pumzi ya kina. Inatulisha, lakini pia inaweza kututafuna. Methali ya Kiswahili yasema maji hayana budi ila kufuata mtu. Hivyo ndivyo walivyokuwa wavuvi hawa, kila siku wakifuata njia ya maji, wakitafuta riziki zao. Safari ya alfajiri, wakati wengine wakilala, Ali, Juma na Salemu walikuwa tayari wamefungua mashua yao walioipa jina Nuru ya Kilwa. Hiyo mashua haikuwa kubwa, lakini ilikuwa imeshuhudia safari nyingi, dhoruba upepo na pia samaki wa kila aina. Tutavua mpaka tujikumbushe methali ya mababu. Salima akasema, samaki mkunje angali mbichi. Leo lazima tupate mzigo wa kutosha kabla jua halijafika katikati ya anga. Walipiga makasia yao taratibu, mashua ikaanza kukata maji kwa mwendo wa ujasiri. Mbali kidogo, mawimbi yalianza kupanda juu, yakicheza na upepo uliovuma kutoka kusini. Mafunzo ya bahari kwenye safari ya bahari. Kila wavuvi ana funzo lake. Mara nyingi walikumbuka methali ya Kiswahili. Bahari haikosi mawimbi. Kila mtu kijijini Kilwa alijua kwamba kila safari ilibeba hatari na baraka kwa wakati mmoja. Juma Aliyeakamgeukia rafiki yake. Unakumbuka baba yangu alinifundisha kuwa ukiona ndege wadogo juu ya maji, basi samaki wako karibu. Ndiyo, na mama yangu alinifundisha kuwa usisahau chumvi kwenye chakula, kama usivyoweza kusahau uhai baharini. Bahari inataka nidhamu, siyo kiburi. Wingu la shaka. Wakati wakizama zaidi baharini, anga ilianza kubadilika. Wingu jeusi lilianza kutanda mbali, kana kwamba bahari ilikuwa inajiandaa kupiga hodi kwa kishindo. Labda turudi, Salema akapendekeza. Lakini Juma akiwa na moyo wa ujasiri akasema, bahati haiji ila kwa kuvutia, tusirudi kabla hatujavua. Hapo ndipo methali nyingine iliwajilia akilini: aliyekwenda baharini akavuka ndiye atakayesimulia kisa cha nyangumi. Mara ghafla bahari ikatikisika, kilio kikubwa kikapanda hewani. Nyangumi mkubwa alijitokeza juu ya uso wa maji, akapiga mkia wake mzito na kupeleka mashua ya Nuru ya Kilwa ikiyumba. Ali akashika kamba na kupiga kelele, angalieni, usishike tamaa! Huu ni wito wa bahari. Nyangumi akapiga mbizi tena, akawaacha wavuvi hawa wakiwa na midomo wazi. Bahari ni kama kitabu kikubwa, Salem akasema, kila ukurasa wake ni siri. Zawadi ya samaki. Baada ya kutulia, walivua nyavu zao na kuzitupa baharini. Walivuta kwa nguvu, na ghafla mzigo mzito ukaingia ndani ya mashua. Samaki wakubwa waliometameta kama fedha chini ya jua. Subhanallah, Juma akapaza sauti, leo tuna riziki kubwa. Methali ya Kiswahili inasema mvumilivu hula mbivu, na kweli subira yao iliwaletea matunda. Lakini furaha yao haikudumu kwa muda mrefu. Upepo mkali ulivuma, mawimbi yakaanza kukunjuka kama milima, mashua yao ikaanza kuyumba. Hatari! Kama hatutashikiliana pamoja tutapotea, Ali akapiga kelele. Methali ikawajilia akilini, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Wote wakashikilia kamba kwa nguvu, wakifanya kazi kama timu moja, na hatimaye mashua ikapenya dhoruba. Walipofika ufukweni, wanakijiji walikusanyika kuwapokea. Samaki walioletwa walitosha kulisha familia nyingi. Lakini zaidi ya chakula, walileta simulizi mpya ya ujasiri. Ndiyo maana tunasema, Juma akasema mbele ya umati. Samaki mkunje angali mbichi. Bahari inatufundisha nidhamu, mshikamano na subira. Watoto wakacheka, wazee wakatikisa vichwa vyao na kijiji kizima kikaungana kwenye sherehe ya furaha. Na hapo ndipo tunafunga ukurasa wa leo wa Hekaya za Baharini, safari ya wavuvi wa Kilwa. Bahari ni kioo cha maisha, imetulia, imejaa riziki, lakini pia inabeba dhoruba na changamoto. Wavuvi wa Kilwa wametufundisha kuwa mshikamano, nidhamu na ujasiri ni silaha kuu za kupambana na mawimbi ya maisha. Kumbuka methali hii ya mwisho: "Bahari haikosi mawimbi, lakini mwoga hapati samaki." Kabla hujatoka hapa, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kwenye Tunu za Kiswahili. Kila wiki tunakuletea simulizi za kusisimua zenye mafunzo na methali za mababu zetu. Usipitwe na simulizi ijayo, kwa sababu kama ulivyosema Salim, bahari ni kitabu, na kila siku tuna ukurasa mpya. Usikate tamaa, bahari kubwa huanza na ton. Methali ni taa ya maisha. Ikikuongoza, hautapotea gizani. Tunu za Kiswahili ni bandari ya hekima. Subiri safari nyingine. Asante kwa kusikiliza na hadi hadithi nyingine. Karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili.